Asubuhi moja yenye ukungu mnamo mwaka 1884, meli ya Uingereza Rumney iligonga meli ya Ufaransa Frigorifique. Walipoona meli yao ikijaa maji, wafanyakazi wa Ufaransa walipanda kwenye Rumney. Lakini walipokuwa wakiabiri kuelekea bandari iliyokuwa karibu zaidi, ghafla hali ya kimya ikatokea kutoka kwenye ukungu. Frigorifique iliyoachwa ilikuwa imechelewa sana kugeuka na ule mgongano ulitosha kuzamisha Rumney. Mabaharia walipoingia ndani ya boti za kuokoa maisha ile Frigorifique tupu ilirudi kwenye ukungu, baada ya kuonekana kulipiza kisasi. Kwa kweli, mabaharia wa Faransa walikuwa wameacha injini zikifanya kazi, na Frigorifique ilienda kwa duara kabla ya kugonga Ramni na kuzama, lakini hadithi yake ikawa mojawapo ya hadithi nyingi za meli za mizimu, meli zisizo na rubani ambazo hujiabiri zenyewe na ingawa zimeathiri kazi kama vile za Dracula na Pirates of the Caribbean, meli zisizo na wafanyikazi siyo matokeo ya mizimu; ni fizikia inafanya kazi tu. Mojawapo ya meli za mizimu maarufu ilikuwa Mary Celeste, iliyopatikana ikisafiri Atlantiki mnamo mwaka wa 1872 bila mtu yeyote ndani, maji kwenye ngome yake na boti za kuokoa maisha hazikuwepo. Kugunduliwa kwa shehena yake safi na logi ya nahodha ambayo iliisha ghafla ilisababisha uvumi na kukisia, lakini wahalifu halisi walikuwa matukio mawili ya kisayansi: kuelea na mienendo ya maji. Hapa ni jinsi kuelea kunavyofanya kazi: kitu kilichowekwa kwenye kiowevu huhamisha kiasi fulani cha maji. Kiowevu baadaye hutoa nguvu inayoongezeka inayolingana na uzito wa umajimaji. Jambo hili linaitwa kanuni ya Archimedes. Vitu vizito kidogo kuliko maji, kama vile mbao za balsa, mawe ya barafu na rafu zenye hewa, kila mara huelea, kwa sababu nguvu inayoenda juu kila wakati huwa na nguvu zaidi kuliko nguvu ya kushuka chini ya mvuto. Lakini ili vitu au meli zielee, zinapotengenezwa kwa nyenzo kama chuma ambazo ni mnene kuliko maji, lazima ziondoe kiasi cha maji kikubwa kuliko uzito wao. Kwa kawaida, maji yaliyokuwa yakiingia kwenye meli yangeongeza uzito wake na kusababisha kuzama, kile ambacho wafanyikazi wa Mary Celeste walihofia walipoiacha meli. Badala yake, kwa sababu ambazo hatujui, maji yakaacha kuingia kabla ya uzito wa maji kutosha kuizamisha meli. Mary Celeste ilipatikana siku chache baadaye, wakati wafanyikazi kwa bahati mbaya hawakuwahi kufika ufuoni. Jambo lisilo la kawaida zaidi ni hekaya ya A. Ernest Mills, mashua ikisafirisha chumvi ambayo wafanyikazi wake waliitazama ikizama kwenye sakafu ya bahari kufuatia mgongano. Hata hivyo siku nne baadaye, ilionekana ikielea juu ya maji. Siri ya fumbo lile ilikuwa kwenye shehena nzito ya chumvi ya meli. Uzito wa maji ulioongezwa kwenye chombo ulifanya chombo hicho kuzama, lakini chumvi ilipoyeyushwa ndani ya maji, uzito ulipungua vya kutosha hivi kwamba nguvu ya uvutano ikawa ndogo kuliko ile nguvu inayovuma na meli ikaelea juu ya maji. Lakini tunawezaje kuelezea kipengele cha kudumu zaidi cha hekaya za meli ya mizimu? kuonekana kwa meli zilezile zile, mamia ya maili na miaka kadhaa tofauti. Jibu liko katika mikondo ya bahari, ambayo ni kama mito isiyoonekana inayopita kati ya bahari. Mambo kama vile halijoto, chumvi, upepo, mvuto na athari ya Coriolis kutoka kwa mzunguko wa dunia, huunda mifumo tatanishi ya harakati za maji. Hiyo inatumika juu ya bahari na chini kabisa. Mabaharia daima wamejua kuhusu mikondo ya bahari, lakini mwelekeo wao haujulikani hadi hivi majuzi. Kwa kweli, kufuatilia meli zilizotekelezwa ilikuwa jinsi wanasayansi walivyojua umbo na kasi ya Atlantic jaya Gulfstream na mikondo inayohusiana hapo kwanza. Kuanzia 1883 ofisi ya hydrographic ya Marekani ilianza kukusanya data kila mwezi iliyojumuisha hatari za usafiri baharini kama vile meli zilizoachwa ambazo maeneo yao yaliripotiwa na meli zinazopita. Kwa hivyo meli zilizotelekezwa haziwezi kuendeshwa na wahudumu wa mizimu au laana zisizo za kawaida, lakini ni jambo la kweli na la kuvutia linalozaliwa kupitia baharini na kufanywa kuelea na nguvu zenye nguvu zisizoonekana na zilizosomwa kisayansi. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua. Au jifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.